Sio rahisi kuanzisha biashara bila ya kuwa na mtaji uliokabilika. Hata hivyo kuna changamoto nyingi za kupata fedha za mtaji wa biashara. Moja ya chanzo cha mtaji wa biashara ni mikopo ambayo inapatikana kwa kutimiza masharti magumu. Utawezaje kupata mkopo? Utawezaje kupata mtaji bila kutafuta mkopo kutoka benki au sehemu nyingine? Video hii inaeleza jinsi ya kuweka akiba ili uweze kupata mtaji wa kuanzisha biashara. Umuhimu wa kuweka akiba. Moja kati ya njia unazoweza kutumia kupata mtaji wa biashara ni kuweka akiba. Kwa kawaida, baadhi ya watu hufanya matumizi ya fedha ambayo hayana faida kiuchumi. Iwapo utaamua kuweka akiba ya fedha kidogo kidogo kila siku, wiki au mwezi, kuna uwezekano mkubwa wa kufanikiwa kupata mtaji wa biashara. Kuna uwekaji wa akiba wa aina kama tatu hivi. Ili uweze kufanikiwa kupata mtaji wa biashara, basi itabidi uweke akiba kutumia moja kati ya hizi aina tatu za kuweka akiba. Moja ni kuweka akiba benki. Hii ni utaratibu ambao unafungua akaunti ya akiba benki, unaweka kidogo kidogo kiasi cha fedha kwenye hiyo akiba, kwenye hiyo akaunti ya akiba kila siku. Unaweza ukawa na utaratibu wa kuweka kila siku au kila wiki au kila mwezi kiasi fulani cha fedha, na polepole utajikuta unakuwa na fedha nyingi ambazo zinaweza kuwa mtaji wa kuanzisha biashara. Namba mbili ni kuweka akiba nyumbani. Huu ni utaratibu wa kuweka fedha nyumbani kwako, aidha kwenye kabati au kwenye sanduku au sehemu nyingine yoyote ambayo ni salama. Unaweka lengo la kiasi cha fedha, unaweka lengo ya kiasi cha fedha nyumbani kwako kila siku, kila wiki au kila mwezi, na baada ya muda fulani unaweza ukajikuta una fedha ya kutosha kuwa mtaji wa kuanzishia biashara. Namba tatu, hii inawahusu zaidi wanafunzi wa kwenye vyuo. Huu ni utaratibu wa kuweka fedha wakati ukiwa mwanafunzi kwenye chuo. Fedha unayopewa kwa ajili ya matumizi ya kila siku au wanaosema kujikimu kimaisha huitumii yote. Unaweka lengo ya kiasi fulani cha fedha ambazo zitakuwa zinakaa nyumbani kwako au kwenye hosteli kila siku, kila wiki na hata kwa mwezi. Sasa unabakisha hiyo fedha na unaweza ukaendelea kuitunza, pengine kwa kuiweka kwenye simu au hata kuweka kwenye akaunti ya akiba ya benki. Kwa hiyo utaratibu huu ni kuwa ni fedha ile unaopewa, wengine wanasema boom kwenye vyuo, unatumia kiasi na unabakisha kiasi. Sasa unaweza ukawa na utaratibu wa kuweka hiyo fedha huko huko bwenini au ukawa unaiweka kwenye simu na pengine hata ukawa umefungua akaunti ya akiba benki, na hizo fedha ukawa unazipeleka kule kwenye akaunti ya benki. Sasa kwa utaratibu huo, baada ya muda fulani inaweza ikawa mwezi miezi miezi, au mwaka au miaka, utajikuta una akiba ya kutosha, na hiyo inaweza ikawa ni mtaji kwa ajili ya kuanzishia biashara uliyochagua. Sasa hizo ni njia tatu ambazo unaweza ukazitumia za kuweka akiba na hatimaye kufanikiwa kupata fedha inayotosha kwa mtaji wa kuanzisha biashara, badala ya kwenda kwenye taasisi kama benki na kujaribu kuomba wakupe mkopo wa, wa kuanzishia biashara. Kuna masharti mengi unaweza ukapewa na ukashindwa kuyatekeleza. Kwa hiyo leo nimeona nizungumzie jinsi unavyoweza kuweka akiba polepole pole, na hatimaye kujikuta una fedha ya kutosha kuwa mtaji wa kuanzisha biashara. Tumefika mwisho wa video hii na leo nilikuwa naelezea jinsi au kwenye video hii nilikuwa naelezea jinsi ya kuweka akiba ili kufanikiwa kuwa na mtaji wa kuanzisha biashara. Naomba usubscribe huduma zetu ili usikose kuona video zinazotolewa na Tani Business Channel kila siku. Asante na karibu tena.